Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado huja subscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii hey, ni Sauti Yetu TV. Mheshimiwa mgeni rasmi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, naomba nitumie nafasi hii pia kwa uchache kueleza sura nzima ya uzinduzi wa Albino Mobile App ambapo hii ni programu ya simu janja inayowezesha kufanya usajili na kusanya taarifa za watu wenye albino na wenye ulemavu kwa njia ya kidigitali. Mfumo huu unafanya kazi hata katika maeneo yasiyokuwa na intaneti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, usajili huu wa watu wenye albino na ulemavu utasaidia kuhifadhi taarifa kiteknolojia, lakini pia utasaidia katika tafiti za masuala ya watu wenye ulemavu na pia dashboard kwa ajili ya takwimu na uchambuzi wa taarifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mfumo huu utarahisisha, utaharakisha, utahakikisha usahihi katika usajili wa watu wenye albino na walemavu nchini Tanzania, hususan katika maeneo ya pembezoni. Kwa niaba ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatamka kuwa tumefikia kilele cha Maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Uelewa kuhusu albino, na sasa niko tayari kutekeleza ratiba ya uzinduzi wa Albino Mobile App ambayo imeandaliwa pale. Asante sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa mungara, Tanzania Yes. Yes.